Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha tujue Biblia. Ana zaidi sana katika kipindi hiki tulicho nacho ni kipindi cha Koresma, kipindi cha mfungo, lakini ziko siku chache kuingia Pasaka, na kipindi napo ingia Pasaka kuna mambo mengi ya mafundisho ya Yesu, kipindi cha Juma Takatifu. Pindi amemaliza kufunga kule nyikani siku arobaini anaanza kurejea, lakini watu wengi wakawa wanakwenda Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya juma la mitende, na ndipo akasikia habari za Yesu Kristo. Niposikia habari za Yesu Kristo, kwa maana walishaona miujiza mikubwa alikuwa anaendelea kuitenda aliendelea kuwasaidia waliokuwa wana shida za aina mbalimbali, na ndipo watu wengi wakaandamana. Ukiendelea kusoma Injili zote nne zinaelezea habari za zina kuingia Yerusalemu, na zaidi sana katika Injili ya Marko anapokuwa anaingia, Injili ya Marko sura ile ya kumi na moja kuanzia mstari wa kwanza, alipokuwa anaingia Yerusalemu kundi kubwa la watu lipokuwa limetokea ndipo anawatuma wanafunzi wawili, anasema kuwa nendeni mpaka kijiji kile ambacho kinawakabili mtamkuta mwana punda, mtoto wa punda ambaye bado hajapandwa na mtu. Na wale watu wakawa na mashaka, lakini akawaambia, mtapokuwa mmeingia pale, mtu yeyote akiwauliza, semeni Bwana ana haja naye. Na ndipo alipoenda na waka chukua ile mtoto wa punda mwana punda. Yesu akaja kupanda akaanza kutembea naye. Na kwa nini alipanda mwana punda? Mwana punda anapanda kama mfalme, na alipokuwa amepanda kama mfalme, ndipo heshima na ya punda leo ikaonekana pale. Lakini ile siku ya kwanza alipokuwa anaingia ile jumapili ya mitende, siku ya mitende Yesu akaa na ukaguzi kila mahali alipokuwa anapita, na ukaendelea kusoma utakuta alipokuwa anaingia hekaruni anakuta hekalu limechafuka, mambo yameharibika, sivyo alivyoiacha ile nyumba ya kuabudia. Akakuta watu wengi wanafanya, kila mmoja anachokifanya, kila mmoja anafanya biashara, kila mmoja anafanya biashara, watu walishafanya kuwa soko. Na ndipo siku hiyo Yesu akaangalia, hakufanya chochote ila kwa ndani kama mwanadamu. Kwa maana tunaishi katika kopi mbili. Kopi ya kwanza tunaishi tuko duniani katika mwili wa duniani. Lakini kopi ya pili tunaishi kama watu wa kwenda mbinguni, kopi ya mbinguni. Ndio maana alikuja kama mwanadamu, na mwanadamu lakini akiwa umeuvaa uungu. Na tunapoishi tunaishi kama wanadamu kwa maana mili hii ni ya duniani lakini tuna safari ya kwenda mbinguni. Ila kopi ya pili inaenda mbinguni. Na Yesu alipoangalia alipatwa na hasira. Hakufanya kazi siku hiyo. Akaenda kulala Bethania. Baada ya hapo, Jumatatu yake ndipo akaanza kuifanya ile kazi. Ukienda kusoma utakuta akaanza kuwafukuza wale waliokuwa na uza, kila mmoja na sehemu yake, akafanya fujo sana, akawafukuza. Sasa watu wengi hasira zikawapata, ndipo wale ambao walikuwa wanamiliki eneo lile eneo, wale viongozi wakaanza kuunda tume kwa nini amefanya hivyo? Tulishazoea kupata vipato kama kula yetu ilikuwa hapa, kama kusomesha ilikuwa hapa, ofisi zetu zilikuwa hapa. Sasa huyu amekuja kama nani? Wakaanza kuunda tume. Baada ya kuunda tume, wakasema lazima tuweze kumvizia, tuweze kumkamata. Na ndipo unaona Yesu alipofanya ile huduma, akarudi siku iliyofuata ile siku ya Jumanne, anapokuja alikuja na njia nyingine kwa ajili ya mafundisho alipokuja kwa ajili ya mafundisho anaelekeza nini cha kuweza kufanya kama wanadamu. Ah, lakini baada ya kuifanya akakuta maswali mengi, wamekuja wanaanza kumuuliza habari ya jana, anasema kuwa ilikuweje, ulikuja kufanya mambo haya kama wewe nani na kwa mamlaka gani? Lakini naye alianza kuwambia akiwatega kwa maswali, wakashindwa kumjibu na ndipo mpaka wakao wanamkalia vikao tumjibuje huyu, lakini ukweli walikuwa nao. Baada ya hapo akawambia kama hamtaniambia nami siwezi kuwajibu. Na maisha tulio nayo ya kipindi hiki, tunaongea habari za Yesu, nasi tunataka mali tuishi kama Yesu, tutembee kama Yesu, kwa maana yeye alisema kuwa yeye ni njia, njia ya kweli ya kwake ina kweli, ndani yake kuna uzima. Kwa maana hiyo ni njia sahihi, tamani tuweze kutengeneza, tuweze kupita kwenye njia ya kwake. Ndio maana ukisimama kweli, ukisimama kwa ajili ya kusema haki, ni lazima wengi ambao hawapendi haki watakuchukia, na ukweli humweka mtu huru, na ukweli, ukimwambia mtu ukweli, ukweli huwa unauma ndipo unashangaa wale watu wakakasirika, ndipo unaona wanaanza kuunda tume za aina mbalimbali. Walipokuwa wanaanza kuandaa tume za aina mbalimbali, kwa maana siku hiyo wakawa wameshindwa, Yesu anaanza kutafuta mahali pa kutulia, kwa maana alijua kuna mahali ambapo anakwenda lazima aweze kwenda. Anapoenda ndipo ile siku ya Jumatano anaenda kutulia na wanafunzi wake hapo tulia na wanafunzi wake. Lakini kuna mambo mengi ambayo yanaonekana zaidi sana kusoma katika hizi Injili na Injili ya Luka ina ya, ya Marko inaongea maneno mazuri sana, maneno ya Yesu Kristo, habari ya Yesu, jinsi ambavyo aliendelea kutenda kazi, jinsi ambavyo uh, watu waliendelea kumfuatilia na zaidi, watu wengi walimwamini katika kumwamini Yesu ukiangalia hata jinsi ambavyo alienda kumfufua Lazaro, na ukiangalia hata mtumishi mmoja, Zakayo, aliposikia habari za Yesu. Alikuwa ni mtu mkubwa, tena alikuwa mwenye mali nyingi, lakini anasema kuwa huyu ni mtu wa namna gani, kwa maana amesikia habari zake. Ah, Zakayo aliposikia habari za Yesu hakujali ni mtu ana nafasi gani. Na ukija kuangalia mtu kama mtu mkubwa, Biblia inasimulia laza, Zakayo alikuwa ni mtu mkubwa tena mwenye uweza, lakini kwa maana alikuwa na sifa moja ya ufupi wa kimo, akasema nitatumia njia gani? Kwa maana ana kundi kubwa la watu ambao wa wanamfuata Yesu, akabinu mbinu, akasema chakufaulu cha kuweza kumwona huyu Yesu, njia hii, kuna mti mkubwa huko mahali fulani na ndipo akatimua mbio. Naweza kusifia kuwa alikuwa anajua kukimbia. Ukimwona mtu mzima anakimbia halafu mtu mkubwa, lazima aweze kushangaa. Lakini hakujali, hakujali nafasi yake aliyonayo, na ndipo akaenda kupanda juu ya mkuyu. Lakini alipopanda juu ya mkuyu, akajua Yesu atapitia hapa hapa, kupitia imani. Halafu Yesu akaendea njia ile ile, alipofika karibu Zaka kusema chochote lakini Yesu akasema kuwa ah, ah. Zakayo, unaka ushuku leo hii wokovu umeingia kwako uko, uko, uko, uko. Ndipo Zakayo akashuka, akaenda nyumbani kwa Zakayo. Lakini baada ya kwenda nyumbani kwa Zakayo, kuna maswali mengi yaliibuka, wakasema laiti angejua huyu, kwa maana watu wengi walimchukia Zakayo, kwa maana alikuwa mtoza ushuru, kwa maana unapotoza ushuru unapoenda kwenye biashara ya mtu hawezi kupenda, lakini Zakayo mwisho akasema kuwa na kama nimemnyang'anya mtu kwa hila tamrudishia mara nne, kwa maana alienda kufanya kwa haki, hakumdhurumu mtu, alisimamia haki kama ushuru alichukua kipato chake kile kile, lakini biblia inasema kuwa hakuonekana mtu alienda kumdai aweze kumrudishia, lakini ndipo Tukija katika mafundisho ya Yesu, ile siku iliyofuata, Yesu alipokuwa anaenda Yerusalemu, yuko na wanafunzi wake, anaona ule mtini alipo ulani. Siku iliyofuata wanapokuwa wanarudi, wakakuta imekauka, ndipo anaanza kushangaa, ndipo mafundisho ya Yesu yanaanza pale pale. Kwa hiyo watu wa Mungu, waacha Mungu kinachotakiwa kwanza, tubebe imani. Kitu chochote fanya kwa imani, na kifanya kwa imani kinaenda kutokea. Waebrania kumi na moja anasema kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiano, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani unaamini jambo lipo na ndipo katika lumegro naenda kutokea ukifanya kwa imani, na ndipo katika mafundisho ya Yesu soma injili ile ya Marko lija kusoma sura ile ya kumi na, na moja mstari wa ishirini na saba anasema kuwa afika Yerusalemu tena. Hata walipokuwa wakitembea hekaruni, walimwendea mkuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya naye ni nani aliyekupa mamlaka hii yatende haya? Yesu akamwambia nitawauliza neno moja, ninyi mnijibu, kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani na nayatenda haya. Ndipo anawaambia habari ya ubatizo kwa maana waliposikia habari ya ubatizo ubatizo wa Yohana wengi walikwenda sema kuwa ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Kutoka kwa Mungu kwa wanadamu? Wakashindwa kumjibu kwa, kwa maana wengi walimwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ukisimamia haki ukisimamia kweli wengi hawatakupenda na wengi watakuchukia kwa maana watu wengi wamwamini Yesu Kristo, walipomwamini Yesu Kristo kwa ajili ya matendo makuu ya Mungu na ilifika kipindi ah, ukisoma ile Zaburi ya hamsini na mbili, mwandishi wa Zaburi anasema kuwa kwa nini kujisifia mambo ya uovu na wakati wema wa Mungu uko siku zote? Kwa maana tuko duniani, watu wanafanya mambo ya duniani, lakini anasema kuwa wema wa Mungu uko siku zote. Yesu amekuja kwa ajili ya wema, na ndipo tumesimulia habari za Zakayo na Yesu anaambia kuwa mgonjwa ndiye anastahili kwenda kwa daktari, mwenye afya hastahili kwenda kwa daktari, lakini yule mgonjwa anatamani kwenda kwa daktari ili aweze kupata matibabu. Na Yesu hakuja kwa kile ambacho kinaonekana, anakuja kutafuta ambacho hakionekani, kwa maana hiki kinaonekana hakina shida yoyote, bali kile ambacho sinacho lazima nikipotee la kileta. Kwa hiyo watu wa Mungu, sisi tubarua, sisi tuwajumbe, sisi tuwa, tu mabalozi. Sisi ni mawakili na kama mawakili Yesu amefanya sehemu ya kwake lakini umebaki sehemu ya kwako na ya kwangu mimi. Tutende sana sana mpango wa Mungu, tutende sana sana kusudi Mungu. Ili watu wengine kupitia sisi umwamini Yesu. Sio kujitenga na watu, Yesu hakujitenga. Wa angejitenga wala sisi tusingekuwa tumefikia hapa. Kupitia yeye tuko hapa. Kupitia yeye wengine wametufundisha sisi. Nasi tunatamani tuweze kuwafundisha watu wengine wamjue Mungu wa mbinguni. Haleluya. Kikubwa tuwa Mungu, tusimame kwa ajili ya Mungu, tusimame kwa ajili, kwa maana Biblia inasema kuwa tutamshinda adui kwa neno la ushuhuda tu, sio kuhubiri. Kuhubiri hapana, lakini kushuhudia matendo makuu ya Mungu, kushuhudia tu yatoshe. Wengi wanaitetea, oh, mimi siwezi kuhubiri, siwezi." Ah ah. Utamshinda adui kwa neno la ushuhuda tu, ukisimama katika ushuhuda, simulia matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu ameenda kutendea, ndipo hakika watu wengine watamjua Mungu kupitia njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia hii, naomba sana kila mmoja asimami kwenye kusa Mungu. Ninajua kuna kitu ambacho Mungu anaenda kwa ajili ya kwako, na sio tumewekwa kwa, kwa ajili ya hasara, bali tumewekwa kwa faida kupitia wewe watu wengine muone Mungu wa mbinguni kupitia wewe, watu wengine wafike mahali fulani. Yani wewe ufanyike kuwa ngazi, watu wapande, wafike mahali fulani, sio wewe uonekane we kuwa unigananiza watu wengine. Na Biblia inasema kuwa kuna watu wengine wamesimama mlangoni, na kama umesimama mlangoni, mtu haingii wala hatoki, umwasiye watu wengine cha kufanya. Fungua mlango, kupitia wewe watu wengine waingie, kupitia wewe watafuta watu wengine wajue neema ya Mungu sio kupitia wewe watu wengine wasimwone Mungu wa mbinguni kupitia wewe, liwe kwanza kwa ajili kwa, kwa ya watu wengine, sema kwa ah, mimi ili sifanye kwa ajili ya jambo, kwa ajili ya mtu fulani, ndio jambo ambalo hata utafundele za Mungu. Na Yesu alipokuwa amemaliza kazi ile, Injili ya Yohana anasema kwa Baba, naomba kuwalinde watu hao, kwa maana kama nilivyoimaliza kazi, hakuna hata mmoja niliyempoteza. Tuombe Mungu wetu, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe Mungu uliyemleta Yesu kwa ajili ya kwetu. Baba asante kwa ajili ya kipindi hiki. Asante kwa ajili ya wanaosikiliza na asante kwa ajili ya wanaotazama. Lakini najua hakika unaachilia neema katikati ya kwetu. Umejitukuza, umesema kuwa Mungu wetu ni pendo na ndio maana ukamleta Yesu Kristo kwa ajili ya kwetu. Baba, nasi tunakusifu kwa kupitia Roho yako Mtakatifu. Wewe Baba ulifanya kazi ya uumbaji ukamaliza. Ukamleta Yesu Kristo kwa ajili ya kazi ya kuweza kutukomboa. Lakini hakika Yesu alipomaliza akamleta Roho Mtakatifu ambaye ndiye tuko naye. Baba, atukatusaidie hata namna ya kuweza kuomba, atusaidie namna ya kuweza kutembea, atusaidie namna ya kuweza kufanya. Tukumbushe jinsi ambavyo Paulo anasema kuwa inafika kipindi, yale uliniambia niatende atende si atendi, bali naatenda yale ambayo hujaenda kuniambia. Naita jina yako Mungu wa uzima. Wafuniko damu yako Yesu Kristo. Na huyu anayetazama kipindi hiki, Mungu wa uzima usimpite. Anapoonekana yeye, kuna kundi kubwa la watu liko nyuma yako yake. Mungu wa uzima, umkumbuke. Funika damu yako Yesu Kristo. Mkumbuke ofisi yake. Mkumbuke biashara zake, kumbuke shamba lake, kumbuka mifugo yake, Baba, katika jina lako Yesu Kristo. Na kama kuna adui anasimama kwa njia moja au nyingine, akanyamaze kimya, bali tukaone kusudi lako, mfano mali na kama vi, kuna vitu vikubwa vimeenda kupotea, Baba, ukarejeshe katika jina lako Yesu Kristo. Tamalaki kila mahali katika jina lako Yesu, nikaomba na kushukuru kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, amen. Mungu wabariki sana.